Chama kikuu cha ushirika Tandahimba na Newala Tanecu wanatarajia kujenga kiwanda kikubwa cha kubangua korosho wilayani Tandahimba, wazo ambalo limekuja baada ya kujenga kiwanda cha kwanza Mmovo Kitangali wilaya wilayani Newala. Hayo yameelezwa leo juni 21 na, na Mohamed Nassoro Mwinguku, meneja mkuu wa Tanecu kwenye jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoani Mtwara, mkoa kama mkoa ambao wanafahamu, Tanecu ina huduma katika wilaya mbili za Tandahimba na Newala lakini nafanya shughuli mbali mbalimbali za kuwahudumia wakulima pamoja na kusimamia mauzo ya mazao yao ya korosho. Kwa mbele yako tumeweka hapo sampo ya shughuli ya kwanza inayofanywa na Tanecu ya kiwanda cha kubangua korosho. Kama ambavyo nakumbuka, kiwanda hiki kilizinduliwa tarehe moja mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na nne na Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, mbunge, waziri wa kilimo pale Newala. Kwa hivyo mbele yako hizo ni sampo ya korosho, lakini vile vile upande wako wa kulia, hivyo ni viwanda ambavyo tunaenda kuvijenga mwaka huu. Kwa mfano tukianza kuna hichi hapa kiwanda cha kubangua korosho ambacho tunaenda kujenga pale Tandahimba, lakini viwanda vingine vilivyobaki hivi ni viwanda vya kuchakata nafaka tutako na Kutokone. Kiwanda hiki ambacho tutakuwa na uwezo wa kuchakata oaitaiya tano kwa mwaka na hichi ni moja kati ya viwanda uli vitakavyojengwa wilayani Tandahimba, lakini vile vile kutakuwa ya viwanda ni viwili, ambayo itafanya kazi, kimoja kitakuwa inachakata mpunga na kuzalisha mchele. Kama wanavyofahamu wakulima wengi wa Tandahimba na Newala wanategemea zaidi chakula kutoka mikoa ya nje ya mkoa wa Mtwara Kiwanda cha kuchakata muna pamoja na mahindi, ili tuweze kuasha unga moja na mtele na kuwauzia wanaushirika, arua mbalimbali, nyumba za waamisi pamoja na viwanja vya michezo kwa ajili ya waisi hapa chini, kama mwenyekiti wamoja taeakorosh, karanga zikiwa pale bandarini Dar es Salaam kutokana na kwanza ambayo ilipelekwa nchini Uturuki kwa katika kanda cha Tanzania. Lakini kama ambavyo unaona vile vile, kwa njia mkupi, alishiriki zoezi la kubeba hizo korosho na kuziweka kwenye makasha kwa maana ya container tayari kwa ajili ya kupeleka nchini Uturuki. Lakini bila bila mwisho wa mkoa katika mwaka huu wa fedha, baada ya kuona ile changamoto ya kushereku wa mahala kwa mwana wa Suasua tumepanga kujenga makala mengine ya ziada kwa ajili ya kuhifadhi korosho hafu za kulima tunajenga pale Chishira pamoja na gawana makala matatu kwa maana kule kule vijijini kuwapunguzia gharama wakulima ya kusafirisha korosho, na hala ya mwisho tunajenga eh, pale eneo la viteku ya tai kwao utakuwa na makala matatu. Mara moja itakuwa pale Mmovo, na pili pale Chichira, la tatu kuitea ugaani zile zile huduma za kusafirisha korosho, lakini kutokana na umuhimu wake kununua malori kwa ajili ya ya kubebea korosho na na, lakini mkoa kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Mtwara mheshimiwa kanali Patrick Sawala amewapongeza Taneku kwa kazi kubwa ambayo ameifanya na kuimarisha ushirika wa Tandahimba na Newala.

Lakini mnaenda kurahisisha e, wakulima wetu e, kutosafirisha mazao yao mbali mrefu zaidi, maanake nawapunguzia gharama wakujenga hayo maghara ambayo yaktenikiaz. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho mnakifanya nini, kama azweku i wapongeze sana kwa kazi nzuri. Kwa sasa chama hicho kimekuwa cha mfano nchini. Amewaomba kuendelea hivyo ili kuboresha wakulima na ushirika. Heria dala, Chivihi Media.